na mtazamaji wa Global TV Online, karibu katika news update, na jina langu mimi ni Felista Masai. Shirika la afya duniani WHO limeridhishwa na hatua zinazochukuliwa na serikali ya Tanzania katika kuzuia kuingia kwa ugonjwa wa Ebola hapa nchini. Hatua zilizochukuliwa na serikali hadi sasa ni pamoja na utoaji wa mwongozo wa kuzuia ugonjwa huo katika mikoa mbalimbali hapa nchini pamoja na utoaji elimu kwa wananchi. Hatua nyingine pia ni kutengwa kwa vituo vya uchunguzi katika maeneo ya mipakani na viwanja vya ndege pamoja na kuwepo kwa vifaa maalum katika mikoa mbalimbali mbali. Dr. Mariam Ninyunja mwakilishi wa WHO nchini amesema WHO inafuatilia kwa karibu taarifa za kila wiki zinazotolewa na serikali ya Tanzania kuhusu ugonjwa wa Ebola. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa idara ya kinga kutoka Wizara ya Afya Dkt. Khalid Massah amesema Tanzania ipo katika mstari wa kijani ikiwa ni hatua nzuri katika kuzuia kuingia kwa ugonjwa huo. Kiujumla ni kwamba kama ambavyo shirika la afya duniani lime, lime- identify tunayo tayari miongozo. Ni kwamba vitu vichache ni kwamba unapokuwa na ule mwongozo wameshauri ni vizuri ukaujaribu ili uone uko katika hali gani katika kuutekeleza ule mwongozo. Kwa hiyo kama ambavyo alionyesha miongozo tunayo, tunahitaji tu kuijaribu ili tuweze kujipima, je, pale tutakapopata kesi tunaweza tukaishughulikia kwa namna gani? Mafunzo tulishawahi kutoa ugonjwa huu ulishawahi kutokea huko nyuma katika nchi nyingine za Afrika, na kwa hiyo tulishajipanga hata huko nyuma na tulishaweza kutoa mafunzo vile vile kwa watumishi wetu wa afya. Sasa hivi tunachotakiwa tufanye, ambayo ndio imekuwa noted kama ni kitu ambao tunatakiwa tukiboreshe, ni kwamba wale ambao tuliwafundisha huko tunatakiwa tufanye inventory, ni kina nani tuliwafundisha huko nyuma na kina nani wanahitaji sasa hivi mafunzo zaidi. Ah, mimi kwa upande wangu, ebola ninaisikia na ninaisikia kwenye vyombo mbalimbali vya habari, na nasikia ni ugonjwa hatari sana. Aa, mimi mwenyewe nahitaji kufahamu zaidi na zaidi kujua na nimejipanga kusoma kupitia nanii mbalimbali ili kujua na kuelewa. La, kwa mimi tu kwa vile nilivyosikia, mimi ningeiomba serikali iweze kuangalia au kuweka vikazo hasa ka, katika sababu mimi nimesikia nime, nime kwamba Ebola inaambukizwa na wananchi ambao wanatoka nje, kwa kuna nchi ambazo zimeshaathirika, labda pale airport waangalie wafanye njia gani ambazo wahakikishe mtu yoyote ambaye ameshaathirika na ugonjwa huo asiwezi kuingia nchini kwetu, kwa sababu huu ugonjwa ni hatari na tunaogopa. Tayari taifa la DRC limeripoti visa kadhaa vya ugonjwa wa Ebola kwa mujibu wa WHO. Uhondo wa michezo tuliokuahidi tayari umeshaingia mtaani na wengi wameshaukubali. Wewe ukingoja nini? Ni uhondo wa Sporti Extra, gazeti bora la michezo Tanzania linalokata kiu yako kila Jumapili, ambayo limesheheni takwimu za ligi kuu ya kandanda Tanzania Bara, Premier League ya England, La Liga ya Uhispania, siria a ya kule nchini Italia, Bundesliga ya Ujerumani na takwimu kibao za wachezaji. Ndani ya Sporti Extra kuna kijarida cha